Uh, ndugu mgeni rasmi, kazi yako leo ni kufungulia mkutano na kutueleza matatizo yetu kama DRFA, maana wewe ndio kiongozi mkuu baada ya Karia nakuja Nyamlani, unapata wewe kwa unajua kuja kwako kuna vitu tutapata katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kwa haya machache, naomba nisome hotuba yangu kwa mwenyekiti mgeni rasmi Mweshimiwa mgeni rasmi, wajumbe wamkutano mkuu, wajumbe kamati utendaji, viongozi wa wageni, mabibi na bwana, asalamu. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, kwanza kabisa nawashukuru kwa kuitikia witu kuja kwa wingi katika mkutano huu muhimu wa chama chetu. Kwa rehema za Mwenyezi Mungu tumshukuru na kutujalia kukutana tena katika kutekeleza wajibu wetu katiba ya kuendesha chombo chetu hiki kwa dhamana tuliopewa na waadarislam. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, nawashukuru nyie binafsi kwa kazi kubwa mliofanya na mnaendelea kuifanya katika kuhakikisha tunakuza mpira wetu ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Pia nawapongeza wasaidizi wangu wa karibu kwa maana kamati utendaji, ofisa katibu mkuu, kwa ushirikiano mkubwa mnaonipa katika kutekeleza majukumu yetu ya mpira wa kila siku ndani ya mkoa wetu. Ndugu wajumbe, kwa kipekee nashukuru shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, TFF, chini ya rais wake Wallace Karia kwa msaada mkubwa ambao wanatupa katika kuendeshaji wa mashindano yetu mbalimbali pamoja na kushiriki kwa timu zetu za mkoa wa Dar es Salaam katika mashindano ya kimataifa. Pia napenda nishukuru seri, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya wizara yetu ya habari, utamaduni, sanaa na michezo kutuamini na kutupatia msaada ambao tunahitaji katika kukamilisha majukumu yetu ya kila siku, pamoja na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. nivishukuru vyombo vyote vya habari Mwisho lakini sio kwa muhimu, niwashukuru wadau wote wa mpira wa mguu wa mkoa wa Dar es Salaam kuendelea kutuunga mkono katika jitihada zetu za kuendeleza mpira wa mguu kufika hapa tulipo, tunamshukuru Mungu. Tangu tulipokutana mara ya mwisho mwaka jana katika mkutano wetu mkuu wa mwaka, nilipenda kusema kwamba tumeendelea kupata mafanikio mbalimbali ndani ya mkoa wetu. Tuna kila sababu, ndugu wajumbe, kutembea kifua mbele kwa mafanikio ambayo timu zetu tatu za mkoa wa Dar es Salaam za Simba, Yanga na Azam wameyapata katika mashindano yao ya kimataifa. Kufanikiwa katika hatua ya makundi katika mashindano klabu bingwa Afrika na kombe la shirikisho CAF. Kwa hakika haya kwetu kama mkoa, ni mafanikio makubwa na hatuna budi sote kwa pamoja kujipongeza. Ndugu wajumbe, tunapasa kuendelea kuziombea na kuziunga mkono timu zetu hizo, kwa kuwa hatua hii waliopo ndani ni bado ni ngumu, hivyo tunapasa kushirikiana na klabu hizi katika kushiriki michezo yao iliyobaki ili waweze kufuza hatua inaofata robo fainali. Mbali na timu hizo, lakini mwaka huu ambao tumemaliza ulikuwa ni mafanikio makubwa katika soka la wanawake ambao mkoa wa Dar es Salaam umeweza kuheshimiwa na binti zetu wa JKT ambao walitoa bingwa sekapa na kupata tiketi ya mashindano ya klabu bingwa Afrika kwa wanawake yaliyofanyika nchini Morocco, ingawa kufanikiwa vizuri, lakini kwetu kama mkoa ni sema mafanikio ambayo hatuna budi kujipongeza na kuhakikisha tunaendelea kuziunga mkono timu za wanawake. Wakati uongozi wangu tunaingia madarakani ulikuwa na vipengele kadhaa ambavyo kama chama tumejitahidi kwa pamoja wetu kuweza kufanya utekelezaji wake. Ndugu wajumbe, kama mnavyokumbuka vizuri, eneo la miundo mbinu, eneo ambalo wakati tunaingia madarakani ilikuwa ni moja wapo ya kipaumbele changu msingi. Nawashukuru Mungu. Tumeanza kupiga hatua kwa muda sio mrefu, tutafika nchi ya ahadi. Nipende kuwapa taarifa kwa tumepata eneo la uwanja wa Kinesi kwa kuingia mkataba na mak mkataba makubaliano na shirika la nyumba ya taifa kwa kupanga eneo hilo ambapo kwa hiyo kipindi, kipindi nipende kusema kwa kuanzia sasa DRFA inamiliki eneo hilo. Ndugu wajumbe, katika uwanja huu tumepanga kujenga kiwanja cha kisasa ya kuchezea kuweka nyasi bandia pamoja na kuweka taza ambazo zitasaidia michezo mbalimbali kufanyika mbali katika mkoa wa Dar es Salaam kuchezewa usiku. Ndugu wajumbe, kwa sasa tupo katika mazungumzo ya wadau mbalimbali kuangalia namna ambayo tunaweza kutekeleza ukarabati wa uwanja huu. Tunaangalia njia ambayo itakuwa sahihi mazungumzo haya ambayo timu yetu ya mazungumzo inahusisha, ina wataalamu ambao wataangalia namna bora ya ku, kuendeleza huu mchakato na ni, ni kama tutapata ufadhili au kuingia ubia au tukope fedha katika taasisi za fedha nchini. Ndugu wajumbe, eneo la mafunzo ni mojawapo vipaumbele ambavyo uongozi wetu wakati tunaingia madarakani ulikuwa umejitekeleza na jambo la kujivunia, ndani ya kipindi chote umefanikiwa kufanya mafunzo mbalimbali ndani ya mkoa wetu ambayo yanafanyika ndani ya wilaya wenzetu kama kozi za awali mafunzo ya ukocha a na ad. Hii ni eneo muhimu ambayo tunaenda kuiwekea nguvu zaidi kutekeleza bajeti ya kutosha. Kwa upande wa uboreshaji wa ligi, ya DRFA imeendelea kutimiza majukumu yake kama jukumu lake mama ya, ku, ya kuandaa ligi mbalimbali kuwemo ligi ya vijana chini ya miaka 17 na ligi ya mkoa ambayo imeanza kuchezwa. Niwaahidi ndugu zangu, tutaendelea kushirikiana na wilaya zote katika kuhakikisha mpira wao unacheza kwa ngazi zote. Ndugu wa wajumbe katika kuhakikisha tunapanua wigo zaidi ya mafunzo, tumeingia makubaliano na idara ya elimu viungo vya chuo kikuu cha Dar es Salaam kufungua kituo ambacho kitatumika kutoa mafunzo mbalimbali kupitia wataalamu wao. Ndugu wajumbe, nichukua nafasi hii kuwashukuru sana kwa kushirikiana ambao umemwonyesha DRFA katika kipindi chote cha mwaka huu, na imani yangu mwaka 2026 utakuwa mafanikio zaidi, na nimetakia kila heri katika siku zijazo za Christmas na mwaka mpya. Asanteni sana.